Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutuwezesha kukutana leo katika hafla hii muhimu na ya kihistoria ya uzinduzi rasmi wa mradi wa upanuzi wa kituo cha kupooza umeme cha Mtera chenye uwezo wa MVA 20 ambacho kitapooza umeme wa kilovolti 220 na, na kuushusha kuwa wa kilovolti 33. Uzinduzi wa kituo hiki ni uthibitisho kwa dhamira ya dhati ya Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye siku zote amekuwa akisisitiza kutoa huduma ya umeme wa uhakika na unaotabirika. Na leo hii katika eneo hili wote tunashuhudia matunda ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu wageni waalikwa, taasisi yetu ya REA ni katika taasisi zinazogusa maisha ya mtanzania moja kwa moja. Na vile vile, katika pongezi hizi, nipeleke pongezi zangu kwako, Meja Jenerali, pamoja na wajumbe wa bodi yako kwa kuweza kuisimamia taasisi ya REA vizuri, lakini vile vile mkurugenzi mtendaji kwa kuweza kuhakikisha kazi inayofanyika ni kazi kubwa. Ndugu zangu, kesho tunaenda kuzindua utiaji saini wa watu kwenda kazini kupeleka umeme kwenye vitongoji elfu tisa katika nchi yetu. Katika vitongoji elfu sitini na nne mia tatu hamsini hivi kama na mbili tulivyo navyo katika taifa letu, vilikuwa vimebaki vitongoji elfu ishirini na moja ambavyo bado havijafikiwa na umeme. Na saa zingine huwa kuna sintofahamu, na hapa wabunge wenzangu wapo, kuna vitongoji vikubwa vinavyolingana na vijiji vingine mtu anaweza akasema umeme haujafika kwenye vijiji vyote, kwa sababu kuna kitongoji kikubwa anachokiona kinacholingana na kijiji. Lakini niwahakikishie umeme umefika katika vijiji vyote. Sasa tunakwenda katika vitongoji elfu ishirini na moja vilivyosalia. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hasani